Eti mdogo wangu Abeda, nadhani mama anaweka shakupigia, ameshakueleza changamoto ya huko na matatizo yaliyotokea. Sasa nikisema mimi nitoke niende huko na mipango yetu tuliyopanga, kila kitu kitafeli. Sasa basi, inabidi wewe uende, ili mradi kule kitakachotokea chochote utanijulisha mimi, nitakuwa nakutumia Sawa, daina, shida, fayu, puna, kama, upo, yipo, sawa dada ina shida kwa hiyo nimekuelewa. Ama kama huko sawa, ipo sawa, wasema ile simu ya mama imenitua kidogo, basi sawa, nitakalotokea lolote utanijulisha. Okay, haina tatizo. Mimi kutoka huko kote, high high speed 100 zote, umefanya nini huko ipotoka? Ndugu yangu wewe acha tu, yani hilo, yani balaa nilokutana nalo huko, kichokuta kuta huko umetoka huko, umeiba au? Maana umekuja hapa siku ile, speed zote hizo 100 mbinguni, huna chochote yani, peku peku ovyo, nywele zeleweki, nguo kulikoni, si bora kuiba maana balaa nilokutana, nimepigika. Mbona wote barabara bala? Imekuwa nyimbo au? Imekukuta nini huko ulipotoka? Eh, si nimekutana na mama mwenye nyumba hmm? Yeah. Kakufanya nini tena mama mwenye nyumba? We hata tu ndugu yangu, mwana mwaza si unifanyaje? Eh? kalinda gani, tunaenda gesti kumbe tunaenda kule tulipotoka nimepigika. Wewe hata tu hmm. <laughs> Mame. Wewe umekuwa bondia tena sasa hivi shoga yangu, sibura ubondie, nimepigwa <tie> <tie> wasinambili na guest umetoka pale. Oh, kusanya vitu vya hapa, mi naenda huko kutana na sweet. Ukimaliza kuuza biashara, chukua ndoo, chukua mabeseni, peka nyumbani. Nikasema sawa, boss lady, nitafanya mie. Tena nakupenda, hata kulikoni na utu uzima wako. Wewe mwanaume anayekupenda kupeke kwake akafanya mambo yake, unajielewa kweli? Wewe ndio nimepigika tena <tie> na alivochafuka, aibu unaniumiza tena. Kuka umepigika vizuri, unaniumiza mwenzio makubwa, shoga yangu kweli. Hapo mpatikane kipiga umeme ajapindisha hiyo, sahizi unanicheka, wakati tulikuwa tunapiwa hela unachekelea, menda liokushauri uende kwake leo hiyo. Emwe. Ah, binadamu, ah, hawana jema. Ah, binadamu, ah, hawafadhiriki. Habari bwana, mambo vipi? ah, Sasa wajua, toka uniambie zile changamoto zako zile, nilikuwa najaribu kuzifikiria, lakini bahati nzuri, kuna mtu nilimpangia sehemu, sasa amenizingua nimemtimua, alafu kodi bado haijaisha. Kwa hiyo nilichokifikiria hapa ni bora wewe uje uishi hapa umalizie hii kodi na imani, mpaka hii kodi ikiisha, mambo yako yatakuwa yamekaa vizuri, alafu tutajua tunafanyaje. Ah, usijali bwana, ni kawaida kusaidiana sisi binadamu sote. Basi haina shida. Haya, pole bwana. Aya, sawa. Ndugu yangu, kwenye haya maisha tunayoishi, mimi nimeshachoka. Maana tukiangalia tuongea, tulivyoanza kupambana mpaka sasa hivi, hatujapata faida yoyote wala mtaji wowote au maendeleo yoyote katika kazi zetu. Mimi nimekaa nimefikiria mpaka nimekuja kukaa hapa naye jioni, na safari ya kwenda Morogoro kwa baba mdogo, ndugu yangu kwa hiyo umeamua kukata tamaa na kurudi nyumbani? Kwa nini usingekaa tukapambana pambana na hivyo nisitoshe, mimi nishakuzoea kuzoea napo tulipo tumehifadhiwa tu, sio nyumbani kwetu. Tungepambana wote, sababu ukiondoka mimi nitabaki mpweke. Uh, ni kweli unachosema, lakini nimeona bwana, nenda kwa baba mdogo, maana kula amenitafutia biashara niende nikafanye kazi ili nitakapokuwa nimeweka mambo sawa, na nitakavyoweza kurudi huku. Daa tena, sasa mimi nitaishije na wakati nishawazoea kuishi na wewe? Ni kweli unachosema lakini, sina budi ila. Kwani hatuwezi tukaenda wote? Tunaonaka babaako mdogo atachukuliaje? Ili baba wangu mdogo hana shida kama tunaweza tukaenda wote twende. <tutu> Haya, sawa, kama ndo hivyo itakuwa vizuri. <tutu> Haya, sawa, kama umekubaliana na hili twende tukajiandae ili tuwahi safiri. <tutu> Sawa, utashukuru rafiki yangu. Mwanangu. be baba, najua toka urudi hatujapata muda wa kuzungumza. Mm, ni kweli baba, ila kikweli masomo nayo yalikuwa magumu, sio poa mm. mm. Uvivu wewe toke, bado mdogo wewe ni mvivu. mvivu. Sasa unataka usome kwa bidii. Ha, baba. Lakini nilikuwa tu mtifu shule <laughs> sema tu matumizi na ilikuwa shida, maana muda mwingine aamtaki hata kunitumia Mwanangu. kuwa uyaone mimi nilipokuwa nasikia wazazi wangu wananiambia kuwa uyaone. Nikuwa nafikiri masiala. Sasa nina yaona. Huu muda mwingine mpaka nafikia hatua, mabosi wananitukana. Nimekupa jana tu msha. Leo tena unataka tena. Una akili wewe? Umri kama huu kweli mwanangu, kwa mimi sina akili. Eh. Lakini utafanyaje? Na mimi nitegemea wewe mwanangu usome, usome kuli kweli. Ili ukisha soma, mimi nijisifie. Baba. Mwanangu amekuja ni doc. Fundi watu kwa shika mikasi. Na unakwenda kushika mikasi unapasua tu. Mimi nikifika <laughs> mimbili pale kama nikuunga niuma, nicheni dokta, nicheni mwanangu, nicheni mwanangu. Maake sisemi tena siyo dokta nani mm. Nicheni mwanangu, nicheni mwanangu nakuja natabia Safi. Hmm? Usijali baba, nitakuheshimisha siku moja tu. <laughs> <laughs> So, mama mkorofi, mkorofi ule mm -hmm. Nataka uelewe, mm. Uelewe. Mama ako sasa hivi, umri unakwenda. Ni lazima anakwenda hapo anarudi. Hodi odi, muda wote wo usikie au dharau wenye nyumba wapo huko ndani paka. Mbona sio mstarabu? Unakuja tu bila salamu, unafokafoka tu unasemaje? Yaani mimi nikusalimie wewe wewe, kunisalimia mimi, una na shida gani na na, yaani mkubwa usimtumbulie ni macho anapouliza wenye nyumba wapo huko ndani. Mwanangu unajikuta nani yani? Yani wewe unajikuta nani mpaka unajichukulia madaraka ya kumchukua mke wa mtu na kukaa naye ndani bila ridhaa ya mume wake. Wewe ni nani hasa? Sasa blaza, umekuja kwenye nyumba za watu bila hata salamu unafika tu na panic. Kwa yaani kwanza unazungumzia nini? Mbona nashindwa kukuelewa? Kwa hiyo wewe uelewe, yaani sasa hivi uelewe mimi ninachokizungumzia, si ndio? Nachokizungumzia mke huyo, mke unakaa naye ndani huko kwako wewe? Au mimi mwanamke nimekuelea wewe? Nimeweka kwa faida yako, nimeweka kwa faida yangu Unajua mimi napitia mambo mangapi kuhusu, kwa sababu ya mke wangu alipo nyumbani, unakaa naye hapa kama mkeo. Kumbe sasa hapo, na nimekuelewa hichi <coughs> nacho kizungumza, ni kweli mimi huyu dada namzungumzia kwamba ni mkeo. Akili yake nayo pia, ukifika muda utajua akili ya mwanamke inakwenda inakuwa baadaye inakuwa na inarudi kidogo utotoni. Kwa hiyo Ko... ni mama yako

Jamani, mwanangu dokta! Jamani, mwanangu dokta! Jamani, mwanangu dokta! Hii mnaonaje, watu watafikiriaje mimi! Ni miibola mtoto oesha mwanangu, nimemsomesha mpaka kakuwa, sasa ni daktari iraha mwanangu misimishi mwanangu ni, eh? <coughs> ni kweli baba, ni swala kwa mwenyezi Mungu tu mimi ni yake! ni mme na mdogo wake na yule dada ambaye amba naaa kwa hiyo kwa hiyo kwa sababu wewe ni shemeji yake umejichukulia madaraka yake, umemchukua umemweka nyumbani, nyumbani. nyumbani nyumbani dada mdogo wake ndio umeleta umeleta kule kule kule. Kwa hiyo tumebadilishana au? au? wewe wewe mimi mimi. mke mke mke mke wangu wangu wangu una maana gani? wako aje akae kama madaraka Ah. kanu kae aaa kubadilishana ka dada mtu aje huku mdogo mtu aje huku? Hilo mimi hilo sijui. Kwanza mimi mwenyewe wakati narudi hapa nije tu kumkuta hapa na mtu kashafika, sherehe alifika viti, na nimekuja mpaka kaja hapa. Kwa hiyo sasa kuhusu yeye kuja hapa mpaka kubadilishana mdogo wake akaja huko, hilo utajua na wewe na yeye. Nisikilize, saa ya kujua mke wangu yuko hapa na alijua kitambo, na ndio maana nimekuja sana kwambia hivi, mwambie hivi, kuanzia leo, yani kuanzia leo sasa hivi hapa ninapoongea hivi, nyumbani kwangu wasikanyage huyo kuanzia leo atakuwa mkeo, na ikiwezekana na ule wote wa wake zako wote, nyumbani kwangu asikanyage. Ule mlango ule nishafunga, atafute sehemu ya kwenda. Wapuuzi wakubwa nyie! Tena mwambie kabisa, nyumbani kwangu asije akakanyaga, atafute sehemu ya kwenda aende. Wapuuzi wakubwa nyie, shenzi kabisa! <tos> <tos>

Mpaka sasa hivi malengo yangu yameshatimia. Kuendelea kukaa hapa kujiongezea dhambi, ni bora tu aje mwenyewe aendelee na haya mambo yake, maana mishachoka. Kama pesa tayari nishapata, mipango ishaenda sawa, bora niondoke tu niende zangu huko nikaanze maisha yangu upya, maana hata pale nyumbani napo mpenzi wangu naye kashakasirika, funguo kashaondoka nayo. Ila kwa hiki kiasi cha pesa nilichokipata, bora nikaanze maisha yangu mapya. Oya, usindole mshamba, mwanangu. ndio yeye mwanangu, alafu kama kama tumeotea, alafu ana begi kabisa ka vipi, turuke naye, au haupo sawa? Kweli sipo sawa, lakini ukisikia ameatimba ameatimba, ndio leo sasa. Tuanze naye leo leo, mini mwanangu

mwamini leo kesho ndo ibilisi kuwachawia waume zao, ili wamiliki visivyo vyao, wa ili mradi wapate kiki kwenye maisha haya. Usimwamini mwanadamu, hata wakaribu yako anaweza kukufausha damu